Na mpendwa mtazamaji wa kipindi cha Robert TV, hii ni Dayton anayesema, nae ni Robert, uh, ni Robert Raphael Bishop na nimekuja kukupa update. Wale wanaopanda ndege wanaelewa vizuri, unapopaswa kucheck in na kucheck out time to time, unaenda kwa skrini, una check namba yako ya ndege Unaangalia umehamishiwa wapi. Mabadiliko ya ndege yanaweza kuwepo anytime, wakati wote. Kwa hiyo lazima ucheck out ucheck in. Hata e, kama uliambiwa tarehe fulani ndio unaondoka saa fulani ndio unaondoka, bado unatakiwa ucheck in ucheck out. kuna mabadiliko yanaweza kujitokeza. Nimekuja hapa kupa update ya mikutano itakayofanyika Dayton na Indiana. Hizi taarifa sasa ndio sahihi K unanisikiliza ukiwa Indiana, Bishop atakuwa Indiana hapo siku ya Mungu saa nane mchana, atakuwa Indiana. Walete wagonjwa kwenye shida, wataombewa na mtu wa Dayton. Bishop atakuwepo siku ya sita na siku ya Mungu. Dayton siku ya sita toka asubuhi, unaweza kuniona ukitaka kuonana binafsi, unataka kuzungumza basi wai siku ya sita tutaonana uso kwa macho, ofisi ipo, tutazungumza na utaeleza yale yanayokusibu, tutayaleta mbele za Bwana. Kwa hiyo tutakuwa na ibada asubuhi siku ya sita na siku ya Mungu asubuhi. Baada ya pale, tutajielekeza Indianapolis, na pale tutakuwa na mkutano pia, na wale wanataka kumwona mchungaji, kama muda utaruhusu, tutaonana pale. Bila shaka. Karibuni nyote. Tuonane katika siku mbili ambazo zimebaki za zi mkutano. Nivatakie kila la heri. See you then. Bye bye.